So Iran ina inashambuliwa kwanza na Israel lakini sasa Marekani unaingia pia wana wanaishambulia. Sasa wengi wamekuwa kiuliza kwa nini Urusi haijaingia na kuisaidia Iran. Urusi ilifanya hivyo wakati Bashar wa Syria alipokuwa matatani, Urusi iliingia ikamsaidia. Kwa nini haijafanya hivyo sasa kwa Iran? Kuna sababu kadhaa. Kwanza, kwa sababu Urusi iko busy na Ukraine, wana vita yao huko, kwa hiyo wanaona badala ya kuingia kwenye vita nyingine basi bora uh, aendelee kupambana ku na vita yake ya Ukraine. Lakini cha cha pili ni kwamba vita hii inayoendelea inainufaisha Urusi. Kwa sababu ya vita hii, bei ya mafuta imepanda. Urusi, kama mmoja wazalishaji wakubwa wa, wa mafuta, ananufaika bei inapopanda. Lakini tatu ni Urusi na uhusiano wake na nchi kama Saudi Arabia, UAE ambazo zote haziipendi utawala wa, wa, wa Iran na wanataka uanguke. Kwa hivyo ni wazi sasa kwamba Urusi inathamini zaidi uhusiano wake na hizi nchi zingine na inaona badala ya kupoteza huo kujiingiza katika vita ya Irani, kuisaidia Iran ni ikae pembeni tu iangalie mambo yanavyokwenda. Lakini kingine ni kwamba Urusi sasa inaonekana inataka kujiposition kama mpatanishi uh, utaona kwamba uh, baada ya vita kuanza baada Israeli ya Israeli kuishambulia Iran, Urusi ilitoa statement na ikawa inasisitiza amani zaidi. Katika wakati ambapo Urusi ina hamu ya kurudi katika uh, jumuiya ya umoja wa kimataifa au jumuia ya kimataifa, wanaona bora wakae pembeni ili kwamba uh, uh, atakapoanza kutafutwa msuluhishi. Uh, kati ya hawa watatu Iran, Israel na Marekani. Basi Urusi iwepo karibu hapo kwa sababu uh, sasa Urusi anazungumza na, na Marekani, lakini pia Urusi ndio nchi pekee nje uh, ambayo iko nje ya Middle East lakini pia haipo katika Ulaya na wapi, ambayo ina mazungumzo ya moja kwa moja na Irani. Kwa hivyo anapotafutwa mpatanishi, basi Urusi ni, ni, ni nchi pekee ambayo itakuwa na credibility hiyo ya wao kukaa katikati na kujaribu kupatanisha pande zote hizi hivyo. Hizo ni baadhi ya sababu ambazo zina zinasemekana kwa nini Urusi haijajiingiza moja kwa moja kumsaidia Iran katika vita hii.